Ni siku ya Ukimwi Duniani, na kauli mbiu ni kuondoa changamoto zinazokwamisha majaliwa ya kukabiliana na maambukizi na kuenea kwa virusi vya HIV nchini Kenya. Mamlaka ya kudhibiti maambukizi ya HIV, NASCOP, zimeonya maambukizi ya HIV yameongezeka kwa asilimia 19. Maambukizi mapya yameripotiwa miongoni mwa vijana kati ya miaka 15 hadi 34 wanawake wa umri wa chini wakiathirika zaidi. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa maambukizi nchini Kenya. Pia upande wa magharibi mwa Kenya, maambukizi ya ukimwi yameendelea kuongezeka. Kufikia mwaka huu, watu milioni moja nukta tatu Kenya wanaishi na virusi vya ukimwi, wakiwemo watoto wachanga. Kenya sasa ni taifa la nane duniani miongoni mwa nchi zenye maambukizi mengi ya ukimwi. Mataifa mengine ni pamoja na Afrika Kusini inayoongoza duniani kwa maambukizi ya HIV, India, Msumbiji, Nigeria, Lesotho, Swaziland, Zambia, Uganda na Tanzania. Kutoka pwani ya Kenya, Gabriel Ingubu anaarifu zaidi. Vita dhidi ya kuzuia maambukizi ya ukimwi nchini Kenya bado vinahitaji muda. Hii ni baada ya takwimu mpya kuonyesha kwamba maambukizi mengi yanafanyika kwa vijana, licha ya kupata uhamasisho wa kutosha. Kulingana na takwimu, watu zaidi ya milioni moja nukta tatu wanaishi na virusi wakiwemo watoto zaidi ya elfu sitini na mbili huku sehemu za miji zikiwa na maambukizi ya juu. Kwa majina mimi naitwa Dr. Lazarus Momanyi, nafanya na wizara ya afya kitengo kinachozuia uambukizaji wa virusi vya ukimwi magonjwa ya zinaa na yale magonjwa ya ini, kwa ufupi NASCOP. Kwa sasa ripoti zetu zinaonyesha kwamba maambukizi yako juu, na kwa yale maambukizi ya, ya mwaka iliyopita kwa wale wenye wako juu ya miaka kumi na tano na kwenda mbele, kati yao hayo maambukizi ya hiyo rika, zaidi ya asilimia arobaini ilikuwa kwa vijana miaka kumi na tano mpaka miaka ishirini na nne. Kwa hivyo kwa saa hii tunajaribu kujiuliza ni kwa nini bado tunaona ya maambukizi ya juu katika hii rika. Kwanza sababu moja tunaona ni kwamba kwa hii rika bado tunaona ile carelessness, ama kufanya ngono bila kutumia kinga imekuwa fashionable kwa hawa vijana. Pili, tunaona kwamba hawa ni, kati ni wajana menye maybe wanaingia college ama university, ile rika yenye wako bado very young. Kuna vitu kama utumiaji wa pombe, madawa ya kulevya yenye inawaweka katika ile risk ya kuambukizwa uh, virusi na pia tumeona kwamba kuna mambo kadhaa kama vile what we call transgenerational sex, kwamba saa hizi imekuwa fashionable ukiwa na mbaba ama sponsor wenye wanajihusisha na hawa vijana wadogo, na kuna multiple sexual partners. Unapata kwamba akona huyo mbaba na bado pia kuna maybe boyfriend, na boyfriend akona girlfriend. Kwa hivyo hiyo mambo ya multiple sexual partners, wenye wajui hali yao So kwa sasa mambo enye tunafanya kufanya kama wizara kuzuia ama kupunguza hiyo ambukizaji, kwanza ni kujaribu kuongea nao vijana ndio wajue hali yao. Kwa hivyo, kwa sahizi tumeleta mambo kama HIV self testing, kwamba sio lazima uende kwa hospitali kupimwa ama kujua hali yako. Unaweza chukua test kit kwa facility eh, nyenye peona bure ama pia unaweza nunua na unaweza jipima nyumbani na ujue hali yako. Na mtu akishajua hali yake, inamaanisha kwamba jihadharisha kwenda mbele kufanya ngono yakiolela, ama anaweza ya ku, ku, ya tumia hii dawa inaitwamtu anameza tembe moja kila siku na inazuia uambukizaji na kuenda mbele kutoka Januari tutakuwa na hii dawa inaitwa Lenacapavir yenye ni injectable, ama ya kudunga, na mtu anaweza tumia shindano mbili kwa mwaka na hii inaweza zuia maambukizi ya virusi uh, especially kwa hiyo rika vijana walio katika hatari ya kuambukizwa. Bado wanadai changamoto za kimaisha ndio zinazowasukuma. Jina langu ni Masi Mumbua na nimetoka mji wa Nairobi. Katika mji huu wetu wa Nairobi vijana wengi wameweza kupatikana na ugonjwa huo wa virusi vya ukimwi kwa sababu majority, unapata kama wakiwa mashuleni, huko chuo kikuu, wanaenda na wababa pamoja na wamama, yani watu waliokomaa, ili wapate hela za, za kujikimu mahitaji yao. Sasa kwa mfano, wale ambao wanatoka katika familia ambazo ni duni ama ni maskini, unapata wakipata ku, se, tusema wakienda na hao waliokoma wana, wanapata kulipwa. Sasa kwa kama unalipwa, hawataki kujua like awataki kuuliza maswali kwa sababu tayari washapeana pesa, so it's either mwende akupe pesa ama ukaivo, ukianza kuuliza maswali mengi. Kwa majina, naitwa Gilbert Were, mimi ni mkazi wa Mombasa, nafanya kazi na vijana, hususan vijana wale wa kizazi kipya ambao nasema jenzi kwa sababu ni vijana ambao tuna, tuna, tunafanya nao kazi katika uzalishaji wa vipindi tofauti tofauti, uzalishaji yani kama content creators. Leo ikiwa tarehe moja Disemba, wakati ulimwengu na adhimisha siku ya Ukimwi uh, ulimwenguni, ni ukweli kuwa changamoto za changamoto dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi bado yako juu, na ni kwa, kwa sababu ni kuwa hususan maeneo ya hapa ya pwani ya hususan maeneo ya, ya pwani ni kwa sababu ya mambo kama vile pwani jumla kama Mombasa ni sehemu nyingi sana, ni sehemu za starehe. Sasa vijana wengi sana wana, wako katika biashara akistarehe za, za, za ama biashara za starehe ama wanajihusisha katika mambo ambayo yanahusiana na starehe tofauti tofauti, labda unapata ni vijana ambao wanafanya kazi kwenye labda mahoteli, ni vijana labda wanafanya kazi kwenye kwenye kule kwenye fuo za bahari ama vile vile tu ni vijana ambao wako kwenye vilabu, kwa sababu kuna vilabu vingi, vilabu vingi, na vile vile pia kuna ule utumizi wa mitandao katika ule utumizi wa mitandao kuna wale vijana wengi ambao wanaiga maisha ya vijana wengine wanavyoishi, wangependa kuwa na watu fulani fulani. Sasa katika, ha, izi, katika haya mazingira ambayo vijana wa kipwani wanaishi, wanaishi ama wanakaa wana, wana ama wanaendesha mambo yao, ndio inachangia sana katika yale yanachangia sana katika yale uambukizaji wa, wa huu ugonjwa wanapoendelea kwa sababu zile ilani ni kama zime watu wanazi wamezipuzilia. Wa Gabriel Ngubu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika.